Siasa na kugeukia maswala ya elimu ambapo walimu wa JSS kutoka kaunti ya Kitui wamejiunga na wenzao kutoka maeneo mengine kushinikiza kupewa uongozi tofauti ili kujisimamia wao wenyewe. Walimu hao wanalalama kwamba wametengwa na uongozi uliopo wakitaka kuwa na uongozi bora kutoka kwa walimu walio na uelewa wa shule za sekondari ili kutatua changamoto zilizopo na pia kujiendeleza katika kazi zao. Fred Wambua na taarifa hiyo. Utata wa usimamizi wa shule za sekondari msingi bado unaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini, wengi wa waalimu wa shule za sekondari msingi wakitaka kupewa usimamizi wao wenyewe tofauti na shule za msingi. Hali hii si tofauti katika kaunti ya Kitui, ambapo wanalalamikia kutengwa na shule za msingi, wakisema kuwa wanapaswa kusimamiwa na waalimu wakuu waliopata mafunzo ya sekondari.

JS school administration, whereby we demand that JS must be managed by principals and deputy principals who are trained in secondary school. Walimu hao wanadokezea kwamba uongozi huo mpya utafanikisha pakubwa changamoto ambazo zinashuhudiwa katika usimamizi uliopo sasa hivi, kwani watakuwa na uelewa zaidi, wakiongeza kwamba pia utawezesha baadhi ya walimu kupandishwa daraja kinyume na ilivyo sasa hivi.

Aidha, wameweka bayana kuwa shule za sekondari msingi ni shule ambazo zinapaswa kutambulikana kipekee na ikiwa matako yao yatafanikiwa, watapata uhuru wa kupaza sauti zao na hata kujiendeleza katika kazi yao. 9. Kwa muda sasa walimu wa JSS wamekuwa wakishinikiza serikali kutenganishwa na usimamizi wa shule za msingi. Fredrick Wambua, Undugu TV.